Hujambo na karibu wanamichezo kwenye kumi na nane za Open. Ikiwa leo ni Oktoba tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano na tunazo taarifa mbalimbali za kimichezo hii leo, ikiwa ni miguu sita kutoka kanda ya kati, miguu kumi na mbili kitaifa, na tutamaliza na miguu kumi na nane kwa upande wa kimataifa. Mimi ni Yohana Mashauri. Tukianza na miguu sita, klabu ya Singida Black Stars imepanga kufanya paredi la kihistoria katika kusherekea ubingwa wa Sekafa Kagame Cup ambao waliupata Septemba kumi na tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano baada ya kuifunga Alihilali ya Sudani kusini mabao mawili kwa sifuri katika mchezo wa fainali ambao ulipigwa kwenye uwanja wa KMC Komplex jijini Dar es Salaam. Paredi hilo linatajiwa kufanyika Jumamosi ya Oktoba nne elfu mbili na ishirini na tano mkoani Singida kuanzia maeneo ya Puma hadi Singida mjini, kisha sherehe kubwa kufanyika viwanja vya Bombadia ikifuatiwa na burudani mbalimbali. Singida inaingia kwenye historia ya kuwa timu ya nne kutoka Tanzania kunyakua taji hilo kubwa Afrika mashariki baada ya Simba, Yanga na Azam kuchukua kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa upande wa miguu kumi na mbili, klabu ya Simba Sports Club imekamilisha usajili wa kocha mpya kutoka Gaborone United ambaye pia ni raia wa Bulgaria, Dimitar Pantevu, kwa kandarasi ya miaka miwili. Pantevu mwenye umri wa miaka 49 amefundisha vilabu mbalimbali barani Afrika, ikiwemo Victoria United ya Kameruni, Orapa United ya Botswana, Johansen ya Sierra Leone pamoja na Gaborone United ya Botswana na katika miguu kumi na nane kiungo wa Barcelona Frank de Jong ameongeza mkataba wa miaka minne kuendelea kusalia klabuni hapo hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tisa de Jong, mwenye umri wa miaka ishirini na nane alijiunga na Barcelona Januari elfu mbili kumi na tisa na hadi sasa amefunga mabao kumi na tisa na kufanikiwa kuwa na nahodha namba nne wa kikosi hicho. Taarifa nyingine ni golikipa wa Liverpool Alisson Becker atakosekana katika mchezo wa ligi kuu England dhidi ya Chelsea unaotarajiwa kupigwa Jumamosi ya Oktoba nne mwaka 2025. Kufuatia majeraha aliyopata katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Galatasaray. Kwa mujibu wa ripoti za madaktari, beka mwenye umri wa miaka thelathini na tatu atakosekana nje kwa wiki nne mfululizo kutokana na majeraha hayo. Na huo ndio mwisho wa kumi na nane za Open kwa siku hii ya leo. Endelea kufuatia taarifa mbalimbali zilizojaa maarifa, elimu pamoja na burudani kupitia Open Online Media. Mimi ni Yohana Mashauri.